Mkazi mmoja wa mtaa wa Pande Malembwe, kata Kiomoni, jijini Tanga, Sarai Kagoro, mwenye umri wa miaka thelathini, ameuawa kwa kuchinjiwa shingo, kukatwakatwa viungo vya mwili wake na kisha kufukiwa porini, baada ya kupotea takribani wiki moja, alipochukuliwa na watu wanaodaiwa kuwa rafiki zake. Akisimulia mkasa huo, msemaji wa familia ambaye pia ni kaka wa marehemu, Jumaa Twaha, amesema ndugu yake ameuawa kinyama baada ya kuchukuliwa na watu hao ambao walionekana wakizunguka naye siku nzima mtaani na baadaye kupotea na kuanza harakati za kumtafuta. Kitu kilichotokea kwa ndugu yangu ambaye amefariki siku ya Ijumaa, mida ya saa mbili usiku, nilipata taarifa kuwa ndugu yangu toka jana Alhamisi mpaka leo Ijumaa hajafika nyumbani. Basi nilishtuka sana nikasema, ah, Toka jana paka leo hajafika nyumbani, nini kimemkuta ndugu yangu? Tukapata taarifa kuwa alishukuliwa na watu wanne, ikiwa wakielekea kijiji cha Mabayani. Kabidi tuchukue pikipiki piki, na Bwana Mwamadi, tukaenda mpaka kituo cha polisi, tukaenda kuripoti. Tulivyoripoti basi kweli askari pale wakasema tunalifanyia kazi, nikapewa namba za simu, lolote litakalotokea kwa usiku huu wa leo, piga simu. Siku ya Jumanne. Mwanafanda kanipigia simu, akaniambia njoo chapo kwa haraka. Eneo la shule ya zamani hapa. Njoo paka hapa haraka. Nikatoka mwendo mimi na pikipiki paka hapo. Kufika hapo, nikakuta mawafande wawili pale njiani, nikajitambulisha, akaniambia nyosha njia ile ya juu. Kweli nikanyosha paka juu kule. Nilivyofika juu kule, mawafande pale kanizunguka kunirairai kwa sababu nilikuwa na pressure kubwa sana. Wakaniambia, "Ndugu, tulia, kuwa mpole." Walinieleza, bwana hapa ndugu, ndugu Jumaa hapa <coughs> eneo tulipokuwa tumeona shimo pale, lakini lile shimo bado hatuja alichukulia uhakika moja kwa moja kama ndo kuna ndugu yako, kwa hiyo sije ukachukulia hivyo. Tunaweza tukafukua ikawa hamna ushahidi, kwa hiyo tuvumilia, kuwa mvumilivu kweli pale, afande akasema hapa, inabidi watu walale kusabu saivi, inabidi kwa sababu kimchukua saa hivi apelekwe mjini na huyu inawezekana kama ndiye akawa kaharibika ka, tusubirini mpaka kesho. Hapa kesho itakuja jopu zima hapa la uongozi, atakuja kufanyiwa utaratibu hapa, kama ndivyo atolewe basi, kama ni mwili wenu mkihakikisha ndiye ndugu yenu, basi tutawakabidhi ndugu yenu, mwende mkananino ukazike. Kweli pale jeshi la polisi likatukabidhi ndugu yetu wakati tumehakikisha ndiye, wakatupa tukaenda, uhifadhi mwili ule. Lakini inauma sana jinsi walivyomfanya, wamemchinja kama mnyama wamemjeruhi kila sehemu wamemkita na silaha za ncha kali, ndugu yangu Sarai Jumaa Kagoro. Baba mdogo wa marehemu Kasran Sulemani amesema tukio hilo linahusiana na utekaji, kwani baadhi ya watu waliohusika kufanya hivyo sio eneo hilo, hivyo kuonekana kwamba walimteka na baadaye kwenda kumuua kwa kushirikiana na mwenyeji ambaye ni mtuhumiwa namba moja. Tukio la marehemu lilitokewa kwa utekwaji mimi nilipata taarifa juzi kulingana na mjukuu wangu ambaye ni uko karibu na marehemu hapa kijijini. Juzi nikapata taarifa kwamba kumeonekana tuta, kwa hiyo nije kijijini. Bahati nzuri nikaja jana, viongozi wa kiserikali wakiwemo jeshi la polisi wakaja, likachimbuliwa lile tuta. Kwa bahati baada ya kuchimbuliwa tuta mpaka kumalizika, likaonekana ni yule yule mtoto ambaye ni mtoto wangu mtoto wa kaka yangu bwana Sarai Juma. Naishukuru serikali yetu pamoja na jeshi la polisi kwa ushirikiano wa kwanza mpaka tulipofikia, lakini wito wangu zaidi, naliomba jeshi la polisi kwa hali ilivyokuwa imethibitisha moja kwa moja kwamba yule bwana ameuawa, sio kwamba ni mtu wa kufa mwenyewe mwenyewe wala kujizika mwenyewe. na kwa sababu mtu anesuspectiwa kwanza, yupo au mtumia wa kwanza yupo naamba jeshi la polisi kwa kushirikiana na sisi tutatoa msaada mi na aidi chaneli zima tuagishe kwamba tunaipata, ili sheria ichukue mkondo wake. Ni kitendo cha kinyama kwa sababu mtu kuchinjwa kama kuku ni kwanza kum, kumdhalilisha binadamu alafu na kuuleta umwamba ambao hauna sababu. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga kupitia kwa kaimu kamanda wa polisi mkoa huo kamishna msaidizi Market Msangi, limekiri kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa tayari mtu mmoja anashikiliwa na mahojiano yanaendelea kuweza kuwabaini wengine waliohusika. Ni kweli kumetokea tukio hilo, chanzo chake ni kwamba kulikuwa na taarifa ya kutoonekana kwa huyo mtu na taarifa hizo zilitolewa na ndugu yake baada ya kuripoti pale kituo polis cha polisi cha Chumbageni tarehe ishirini na nne saa kumi jioni kwamba ndugu yake huyo haonekani alipo toka tarehe ishirini na mbili. Ripoti ilitoa tarehe ishirini na nne. Baada ya kupokea taarifa hiyo, ufuatiliaji ukaja polisi kushirikiana na mamlaka zingine, lakini kuwajulisha wananchi popote atakapoonekana basi tupewe taarifa. Kwa hiyo zoezi liliendelea hivyo mpaka mm, tarehe ishirini na tano mwezi wa tano, kwa hiyo ma saa sita mchana bwana mmoja Haya ya, ya, ya, ya kwa maeneo hayo ya kitongoji cha Mauruma akiwa shambani kwake aliweza kupanda miti aliona, akatia mashaka, akaenda kutoa taarifa kwa uongozi. Uongozi wakatoa taarifa kwetu, tukafanya ufuatiliaji, tukafanya utaratibu kushirikiana na mahakama kwa ajili ya kufukua mwili, utaratibu kwa utaratibu wa sheria. Baada ya kutoka, kuna mtu aliyefariki na, na, na ndugu zake wakamtambua ndugu yao. Kwa hiyo tuhuma hizi anazo mtu mmoja ambaye tunaye, tunamshikilia kwa mahojiano, tukawa na na ushahidi mdogo ambao tumeupata, mara ya mwisho alikuwa naye. Kwa hiyo kelii utakapokamilika na kuwapata hao wengine basi, tutafanya utaratibu wa kumfikisha mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma za mauaji. Okay, labda katika ufuatiliaji wenu mwili wa marehemu mmeukuta labda una majeraha au ulikuwaje? Na kweli baada ya kufanyia uchunguzi na madaktari kana maeneo hayo, mwili wa marehemu ulikuwa umejeruhiwa na kitu chenye ncha kali maeneo ya mikononi lakini kisogoni ilikuwa ni shingo kwenda kushoto kwa muktadha na uchunguzi wa kidaktari au wa kitabibu ionekana haya majeraha ndio yanasababisha kifo cha marehemu. Diwani kata Kiomoni, Mohamed Mfundo amesema tukio hilo ni la kwanza kutokea kwenye kata yao na limewashangaza wananchi wengi, kwani kata hiyo kuna eneo kubwa la jeshi la wananchi na huwa wanafanya doria mara kwa mara. Kata yetu kwa haswa kwenye swala la kiulinzi na usalama si, si hakuna matukio, na hili tukio ambalo limetokea, nafikiri ni tukio limeshtua watu wengi, kwa sababu si kawaida, si sehemu amekuwa na matokeo mengi. Kata yetu ni katika moja ya kata ambayo ina, ina sehemu kubwa ya jeshi, mbali ya swala ya kiulinzi ambao wao wenyewe wana patrol pia. Wananchi wamekuwa pesa sana kutoa taarifa. Hili jambo limeshtua ni watu, nini kiko nyuma ya pazia, lakini kiuhalisia ni swala ambalo kwa kweli limegusa limegusa jamii zote. Wtongwa wananchi kinapotokea wageni huyo, kuna umuhimu sana wa kutoa taarifa mapema, kwa sababu wasingoje mpaka litokee jambo ambalo litatarisha usalama wa wananchi ndio watu waanze kuzungumzia. Jeshi la polisi mkoani Tanga limeomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano, ambapo kwa yeyote mwenye taarifa kuhusiana na tukio hilo wazitoe kwao, ili kuweza kukamatwa wale wote waliohusika. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athmani, Mwananchi Digital.